Mamlaka ya usafiri wa anga Kenya KCAA imethibitisha kuwa ndege ndogo yenye nambari ya usajili tano yange chali chali alfa ilianguka asubuhi ya Jumanne katika kaunti ya Kwale. Kulingana taarifa iliyotolewa na mkurugenzi mkuu wa KCAA, Emil N Arao, ndege hiyo ilikuwa safarini kutoka Diani kuelekea Kichwa Tembo ilipoanguka takriban saa kumi na moja na nusu asubuhi. Ndege hiyo ilikuwa na jumla ya watu kumi na wawili ndani yake. Mashirika ya serikali yameshatumwa katika eneo la tukio ili kuchunguza chanzo cha ajali hiyo na kubaini athari zake. Hadi sasa, taarifa kamili kuhusu waliopoteza maisha bado hazijatolewa rasmi. KCAA imesema kuwa uchunguzi unaendelea na imeahidi kutoa taarifa zaidi kadri habari mpya zitakapopatikana. Mamlaka ya usafiri wa anga Kenya, KCAA, iliyoanzishwa chini ya sheria ya usafiri wa anga CAP 94 inahusika na udhibiti na usimamizi wa usalama wa anga, huduma za urambazaji wa anga, pamoja na mafunzo kwa wataalamu wa anga nchini.